Moja ya sababu iliyonipelekea mimi kuipenda nahu zaidi kuliko masomo mengine. Baada ya kutoka hapa Allah kituwafikia kupata ilmu, kitu cha kwanza kuifanyia ile kazi elimu. Ili maana ukiwa umesoma kisha ujifanyia kazi ile elimu, inakuwa haina maana yoyote hata Abu Hanifa al-imam mkubwa rahimahullahu ta'ala anatuambia eh, al-ilmu mal ilmu illa al-amal bihi, hakuna elimu ama faida ya elimu isipokuwa kuifanyia kazi. Kwa hiyo katika moja ya malengo yangu baada ya kusoma katika mahadi kama hii, nijilazimishe kuitumia elimu kama hii kumjua Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na vitu vingine. Lakini sababu ya pili ama malengo ya pili ya kusoma elimu kama hii, ili tuingie katika ile al-khairi ya ule ubora aliyoashiria Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyosema khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama al bora wenu ni mwenye kuisoma ile Qur'ani kisha akaifundisha. Kwa hiyo lau wewe ukasoma hizi elimu kisha ukaenda kunufaisha na wengine, basi unakuwa umeingia katika ile alkhairia aliyoashiria Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jambo lingine ambalo la muhimu baada ya kupata elimu ili niweze kuubakisha uislamu ama niuhuishe Uislamu. Na maulama wanatuambia Uislamu hauwezi ukabaki isipokuwa kwa elimu, na beba jukumu kama hili kwa baada ya elimu yangu, ili niweze kuwa ni masulia wa kuhifadhi Uislamu, kubakisha Uislamu. Tuweni katika wale ahlu ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewashiria katika Al-Qur'an: wasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ta vijana kama wenye rika langu, kama sisi shabab, nitaweza nikawashauri kwamba tujitahidi kuitafuta hii elimu, lakini sio kuitafuta tu. Wengi katika sisi tuna feli hapa katika kuisoma hii elimu. Lazima tuangalie tunaichukua elimu kwa nani, na hili ni jambo muhimu sana. Hata Alimamu Malik alikuwa akihusia wanafunzi wake akiwaambia E, alilmu dinu fandhuruu amman taakhudhuna dinakum, hii elimu kiujumla ndo dini yenyewe, angalieni ile dini yenu mnaichukua kwa nani? Kwa hiyo ni ushauri ama nasaha ninayojihusia kwanza nafsi yangu na kuhusia vi vijana wenzangu kwamba tuitafute kwanza elimu lakini tuangalie ile elimu tunayechukua kwa kina nani kwa kweli. Madrasa hii imenisaidia sana katika maisha yangu. Nimejifunza kusoma Qurani, adabu, heshima kwa walimu zangu, na walimu zetu ni watulivu na ni wavumilivu kwa wanafunzi na mazingira yetu ni safi na nitulivu kwa kujifunza kwa utulivu. Najivunia kuwa kwa madrasa hii. Hawa ndio wafaidi wa kweli wa maisha ya kila siku hapa katika kituo hiki cha riadha. Safari hii ya elimu ndani ya madrasa hii si ya kupata maarifa, bali ni safari ya kujenga tabia na kuhifadhi Qurani. Kwa juhudi za walimu, nidhamu ya wanafunzi na mafunzo ya kila siku, hapa ndio msingi wa maisha bora unaowekwa. Tunawashukuru walimu na wanafunzi na wale wanaounga mkono jitihada hizi hii ni zaidi ya madrasa na kulea vizazi vya heri. Karibu ujionee, ujifunze na uunge mkono safari hii ya nuru.